Mimi kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuendelea kutupa hii mikopo ya asilimia nne nne mbili. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, lakini la pili ni mshukuru sana mkurugenzi kwa mapato ambayo anaendelea kukusanya kwenye wilaya yetu ya Hanang kwa wingi na kwa uadilifu na uaminifu mkubwa lakini pia kutii kauli ya mheshimiwa rais, kutoa zile asilimia kumi za halmashauri, kwa sababu wengine wangeweza kusema tu sisi hatujakusanya kwa sababu ya uzembe tu uliokuwepo pale. Lakini kupitia halmashauri, mkurugenzi wetu anafanya kazi nzuri ya ukusanyaji wa mapato kwenye halmashauri yetu. Tumpigieni makofi mengi sana. Lakini kama mkuu wa wilaya anafarijika kwa hizi asilimia kumi jinsi zinavyotoka, sasa mimi naomba nisisitize ni jambo moja tu. Kwanza tunatakiwa kumshukuru Mungu. Miongoni mwa wenzenu sisi vikundi ishirini na moja leo tunapata fedha takribani milioni mia mbili ya halmashauri ya hana inatoka leo, lakini ni washukuru pia walimu kwa kutoa elimu kikubwa cha serikali ni kwamba inampatia mama, kijana na watu wenye uhitaji. Lengo ni kuboresha maisha ya kila Mtanzania, si ndio eh? Kwa hiyo tunapopewa hizi fedha sio kwamba kwenda kufanya kwenda kucheza cheza michezo ambayo haina faida. Tunapopewa kwenye kikundi, lengo la serikali katika wale watu watano tujikuze kiuchumi. Kwa hiyo tunapopewa wale watu watano mwende mkafanye kazi. Katika halmashauri yetu ya Hanang' ni kujulisha mheshimiwa, sisi tunakusanya mapato ya ndani kupitia vyanzo vya mazao, vyanzo vya minada, tunaendelea kuboresha zile fedha tunakusanya zaidi ya bilioni sita na asilimia kumi ya bilioni sita ni fedha nyingi sana, ambayo inatusaidia kupata mikopo hiyo ambayo tumeitoa. Kwa hiyo tumetoa mikopo kwa robo zote tatu, kwa maana robo ya kwanza tumetoa mikopo na nadhani zaidi ya milioni mia nane robo ya pili tumetoa milioni mia tano na sasa tunatoa milioni mia mbili kwa hiyo kwa mwaka mzima tuna zaidi ya bilioni mbili ambazo tumezitoa ambazo ni marejesho ya, ya mikopo ya nyuma, lakini pia asilimia kumi ya mapato ambayo tumeyapata kwa mwaka huu wa fedha. Endelee kusisitiza mbele ya mgeni rasmi swala la urejeshwaji wa mikopo hiyo baada ya ninyi kufanya kazi. Sio unachukua mkopo kikundi, mnakaa kukubaliana, mgawane, halafu mnaenda kufanya kazi tofauti tofauti, baadaye kwenye marejesho mnakimbia marejesho. Nahitaji faida ya kurejesha kwa wakati, ni wananchi wengine kunufaika na hiyo mikopo. Kwa hiyo kikundi kikikaa na mikopo hiyo bila kurejesha, tunarudisha nyuma maendeleo ya wananchi wengine. Kama ni mazao tunalima, Mungu ametujalia mvua, Hanang' yetu ni tajiri mno, biashara ya uuzaji wa mifugo au shughuli za ujasiriamali au shughuli za kununuzi na uuzaji wa mazao, naamini biashara inaenda, ni ninyi tu kujiweka sawa, kukubaliana yale ambayo mtakuwa mmekubaliana kwenye kikundi. Naamini mmepata mafunzo hayo, muende mkafanye kazi inayotarajiwa ambayo mmesajili nayo kikundi. Kama ni ufugaji wa kuku, mfuge sana. Lakini hawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kati ya vikundi ambavyo tunaviandaa kwa ajili ya kwenda kufanya maonyesho mbalimbali katika maonyesho labda ya saba, saba, maonyesho ya nane nane, maonyesho ya tisa tisa. Mbona mnacheka? tisa amna tisa, tisa, tisa. Basi tunaweza tuka tunaweza tukachukua kama changamoto kwetu Hanang', tukawa na maonyesho yetu, au mnasemaje? Kwa sababu sasa hivi tuna vikundi zaidi ya mia, tunaweza tukawa tuna wiki ya maonyesho ya ya shughuli za vikundi Yaani mimi kazi yangu ni kuandikia barua, tutakuwa na maonyesho ya tisa, tisa hapa Hanang' ya ujasiriamali. <laughs> Kina kinamama wa balanda wanaonyesha kina mama wa Gehan. Eh, tukawa na jambo letu hapa. Nilikuwa na nateta na Mheshimiwa DC, kwa nini tusiwe na kitu chetu kama Hanang' watu wakaja kustadi hapa. Kwa hiyo amenipa changamoto ya kutafuta eneo. ya kutafuta eneo na majengo kwa ajili ya kituo cha uwezeshaji wananchi kiuchumi. Tukiwa na hicho kituo ina maana tutakuwa na uwanja mkubwa wa sisi kuweza kufanya shughuli zetu na kuzionyesha shughuli zetu kwa kina mama wengine wapate, wapate changamoto ya kwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa majina mimi naitwa Saida Rashidi Yusuf, natoka katika kikundi cha Imara Kariba. Tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia kwa mkopo huu ambao ametuletea. Kwanza katika maisha tulioishi, hatujawahi kupata mikopo ambayo haina riba. Tunamshukuru, tunamwombea kwa sababu kitu alichotufanyia ni kikubwa mno. Tutakapopewa mikopo yetu, kitaenda kutusaidia sisi na familia zetu. Kwa majina yanaitwa Hilda Beth Joseph Wami, mwanakikundi wa kikundi cha vijana Ekima Gharabai. Tunanufaika na asilimia kumi. Tunamshukuru sana kwa kutusaidia tuweze kunufaika na mkopo huo ili tuweze kujikimu kiuchumi na kuendeleza biashara ndogondogo ambazo tunategemea kwenda kufanya. Napenda kuwashauri vijana wenzangu kuendelea kuhamasika kuchukua mkopo ili kuendelea kujikwamua kiuchumi zaidi na kuendelea kupata maendeleo mazuri.